Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Uh, tunaangazia maandishi muhimu sana tuliyopokea kuhusu hali ya mambo nchini Kenya. Naam. tutachunguza hasa makala moja yenye kichwa kizito kidogo: Kenya iko ICU, wakati wa kuchukua hatua ni sasa, sio kesho mm -hmm. haya yamechapishwa na kundi lililojiita Kenya Wantam Notam Movement au KWM tarehe 16 Julai 2025 ndio na yani, makala haya yanachora picha tuseme ya kutisha kidogo, hasa kuhusu sekta ya afya. Yanatoa wito mkubwa sana wa mabadiliko. Twende tukayafungue haya kabisa. Na wanaanza kwa kishindo kweli kweli, hoja yao ya kwanza kabisa ni kwamba mfumo wa afya nchini Kenya uko kwenye hali mbaya sana. Unajua, hali mbaya kivipi hasa? Wanasema hospitali zimejaa kupita kiasi, zahanati nyingi Uh, hazina pesa hazina vifaa na matokeo yake wagonjwa ndio wanaoumia mm. Na wanachosisitiza sana ni kwamba hili si tatizo la kungoja, si uchaguzi ujao, ni janga linalotokea sasa hivi, huku akidai yani, viongozi wamepoa sana. Sasa hapo kwenye uharaka, hebu tuli dhadavue zaidi hilo. Wanasema kusubiri labda hadi 2027, mm, si jibu. Kwa nini hasa huo uharaka wote? wanachosema ni kwamba changamoto hizi za sasa, ukosefu wa vifaa, unajua, dawa muhimu, wahudumu wenyewe kama madaktari, wauguzi hawatoshi, hivi vinasababisha madhara makubwa leo, sio kesho, yaani sio tu kwenye karatasi hasa. Na si afya tu, wanagusia pia mambo mengine. Wanasema watoto wanakosa vitabu shuleni, wakulima hawapati msaada wanaohitaji. Sasa huu msukumo wote unatoka wapi? Kwa mtazamo wa KWM ni swali zuri. Kimsingi, hoja yao ni kwamba kila siku inayopita bila uh, hatua za maana inagharimu maisha, maisha halisi ya watu mm -hmm. sio tu takwimu, ni watu wanateseka, wengine hata wanapoteza maisha kutokana na kile wanachokiona kama yani uzembe ambao ungeweza kuepukika. Yaani ni suala la uhai kabisa. Wanasema hali imefikia pabaya kiasi kwamba kwa wengi, hasa wale maskini, wale wagonjwa, ni suala la kuishi au kufa, sasa hivi, sio baadaye. Dharura inatokana na athari hii ya moja kwa moja. Na hapa sasa ndipo mambo yanapamba moto zaidi, nafikiri. Makala yanawanyoshea kidole moja kwa moja viongozi na uh, kundi wanaloliita elites, matajiri. Ndiyo wanatumia neno hilo, elites. Wanatoa mfano wa matumizi makubwa ya fedha kama uh, ujenzi wa majengo makubwa ya bilioni, wanataja hata kanisa moja la bilioni moja nukta mbili. mm -hmm. Mfano mahususi kabisa. Wakati huo huo, wanasema hospitali zinakosa hata vitu vya msingi kabisa. Yani, swali wanalomiuliza hapa ni kuhusu vipaumbele, viko wapi kweli? Wanahoji kuwa inaonekana kama maslahi binafsi, labda madaraka yanathaminiwa ya zaidi kuliko afya ya mtoto au maisha ya mkulima na tukiliangalia hili kwa upana zaidi, yani kwenye picha kubwa, makala haya yanajaribu kuibua mjadala mzito kuhusu mgawanyo wa rasilimali za taifa na uwajibikaji, uwajibikaji wa viongozi. Hasa wanapendekeza kuwa mm, tatizo si kwamba hakuna pesa kabisa, hapana, bali ni jinsi zinavyotumika, matumizi ndo shida. Ndio hoja yao, ni kama kuna uwezo wa kufadhili miradi mikubwa labda isiyo ya dharura sana, au kama viongozi wanaweza kumudu maisha ya kifahari, wanataja magari, nyumba, safari mm-hmm. Basi uwezo huo huo unaweza na unapaswa kuelekezwa kwenye kuimarisha huduma muhimu kama afya, kama elimu na mishahara pia. Na muhimu zaidi, kuhakikisha wale walio mstari wa mbele, madaktari, wauguzi, walimu wanalipwa vizuri, wanathaminiwa ipasavyo. Yani sio kuachwa tu. Lakini KMWM hawaishii tu kwenye um, kulalamika na kulaumu, sivyo? Wanatoa pia njia ya kusonga mbele. Sawa kabisa, hawalalamiki tu, wanaelekeza nguvu kwa raia, kwa wananchi wenyewe, kwako wewe unayetusikiliza. Wanahamasisha watu wachukue hatua. Hatua gani hasa? Wanapendekeza kitu maalumu kabisa kutumia jukwaa lao la mtandaoni www.wantamnotam.com. Ah, ndio wantamnotam.com. Hilo jukwaa wanaliona kama chombo, chombo cha kufichua kile wanachokiona kama uozo kwenye jamii. Uozo, neno lenyewe zito. Mm, na mkakati wao uko hivi: wanashauri watu waunde vikundi vidogo, labda watu watano watano, vikundi vidogo ndio, ili waweze kushirikiana vizuri, pia washirikiane na wanahabari Halafu watumie simu zao za mkononi simu janja, kufanya nini na hizo simu? Kurekodi ushahidi, picha, video za nini? Miradi hewa, hospitali ambazo yani hazina huduma, shule zilizo katika hali mbovu, kisha wazisambaze. Swali langu kwako sasa, huu mkakati wa kutumia wananchi kukusanya ushahidi na kuusambaza unaweza kuleta tofauti kweli? Una nguvu gani? Ni swali zuri sana hilo. Mm-hmm. Nguvu ya mkakati huu kama wanavyoeleza wao KWM ipo kwenye ile dhana ya uwazi. Uwazi kutoka chini kwenda juu. Kutoka kwa wananchi wenyewe. Kabisa. Ni kama wito wa kutumia ushahidi halisi, ushahidi ambao hujachakachuliwa, uliokusanywa na watu wenyewe kwenye maeneo yao. Kuonyesha ukweli ulivyo. Hasa. Kuonyesha hali halisi ambayo inaweza kuwa tofauti sana na ripoti rasmi unazoweza kusikia. Lengo lao kuu ni kuwalazimisha viongozi wawajibike. Kuwa bana, kwa maneno mengine. Ndiyo. Kwa kuweka matendo yao au ukosefu wa matendo yao hadharani, penye mwanga. Wanataka kuvunja ile tabia ya biashara kama kawaida. Unajua, ile hali ya mambo kuendelea tu bila mtu kuwajibika. Na wanatumia ukweli kama silaha. Wanatumia ukweli kama shinikizo, shinikizo ambalo ni ngumu kupinga kwa sababu linatokana na ushahidi halisi kutoka kwa wananchi. Na wanahimiza watu kutembelea www.wantamnotam.com kuanza mchakato huu, kufungua akaunti, kuanza kushiriki mawazo, ushahidi ili kuleta mabadiliko kuanzia kijijini hadi jiji na taifa kwa ujumla. Sawa, kwa hiyo tukijaribu kufupisha ujumbe mkuu kutoka kwenye haya maandishi ya KWM, nini hasa ujumbe mkuu nadhani ni ule wa dharura. Hali haiwezi kusubiri, dharura kubwa kubwa sana. Wanadai kuwa hali, hasa kwenye huduma muhimu kama afya, imefika pabaya mno, na hatua zinahitajika sasa, sio kesho. Na suluhisho lao, na muhimu zaidi, wanasisitiza kuwa ufunguo wa mabadiliko, ile nguvu ya kuleta mabadiliko iko mikononi mwa wananchi wenyewe, kupitia nini? kupitia ujasiri wa kufichua ukweli na kudai huduma bora, na kudai uwajibikaji kwa pamoja, kwa sauti moja, yaani nguvu ya umma. Nguvu ya umma iliyohamasishwa na kupewa jukwaa kama lile la wantamnotam.com Mm. Sasa hili linatuacha na swali la mwisho labda, uh, la kutafakari, sisi sote, wewe unayetusikiliza pia. Naam, swali muhimu sana. kwa kiwango gani huu uwazi unaoendeshwa na raia kwa kutumia teknolojia kama simu majukwaa kama hilo la mtandaoni walilotaja, unaweza kweli kupenya na kuvuruga mifumo ya kutowajibika ambayo tuseme ukweli, huenda imejikita kwa muda mrefu sana? Ni swali zito hilo. Je, kufichua peke yake kunatosha? Kunatosha kukuleta yale mabadiliko ya kimfumo ambayo yanahitajika? Hmm, au ni hatua ya kwanza tu, hatua muhimu, lakini ya kwanza tu, katika safari ndefu zaidi? Hmm, ni kitu cha kila mmoja wetu kufikiria kwa kina zaidi, nadhani na labda kama KWM wanavyopendekeza, kutembelea wantamnotam.com kuona jinsi ya kushiriki. Kabisa, ni jambo la kutafakari na labda kuchukua hatua. Asante sana kwa uchambuzi huu wa kina. Asante pia.